Yo, e bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Kutoka kipande chochote ambacho upo right now, na stori ambayo sasa hivi tuko nayo ni kuhusiana na baada ya kura za kwanza kabisa moshi mweusi uliweza kuonekana, hali ambayo inaonesha kabisa kwamba Papa mpya hajapatikana. Mchakato wa kumpata Papa mpya utaendelea siku ya leo ambayo ni Alhamisi. Makadinali 133 waliweza kukusanyika katika Kanisa la eh, Sistine, eh, huko Vatican kwa ajili ya kumchagua kiongozi ajaye eh, wa Wakatoliki wote duniani ambao wapatao bilioni 1.4 kote ulimwengu So, ni kwamba ambaye analisi nafasi ya papa mpaka sasa hivi hajaweza kupatikana. Yote hii ni mara baada ya kura za makadinali eh, makadinali ambao waliweza kufika pale makadinali 133 kuweza kupigwa pale, kwa sababu yale makaratasi yanachukuliwa pamoja na kuweza kuchomwa. Eh, sasa inaangaliwa moshi ambao utaweza kutoka pale. In case kama moshi ukitokea ni mweupe, basi inaonekana kabisa kwamba papa kashaweza kupatikana, lakini kama ukitoka moshi mweusi, basi papa hajapatikana. Itakumbukwa kwamba Papa Francis aliweza kufariki dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka baada ya muda mrefu sana kuweza kuuguliwa, eh, kwa maradhi ambayo alikuwa anamsumbua. So, ni kwamba makadinali waliweza kukaa pale, lakini cha ajabu zaidi hakuweza kupatikana, eh, Papa. Na nikukumbushe tu kwamba, eh, makadinali wanavyoweza kukaa pale kwa ajili ya kuweza kumchagua Papa mpya ambaye ataweza kuwaongoza Wakatoliki wote duniani, basi anachaguliwa bila kampeni yoyote. Hakuna mtu ambaye anaweza kasimama kwa ajili ya kujinadi kwamba mimi nitasaidia hichi, nitafanya hichi. Hakuna. Lakini kwa wa matendo yako ndo atafanya kwamba makadinali hao kuweza kukupigia kura na kuweza kufahamika kama ndo Papa mpya. Kiasi kama akipatikana, basi Papa mpya basi ataweza kujichagulia kwamba ataendelea kubaki na jina hilo hilo au atabadilishwa eh, jina kuenda eh, jina lingine ambalo yeye kalichagua. Nikukumbusha tu kwamba mwaka 2013 mpaka 2025, eh, chini ya uongozi wa Papa Francis alikuwa anafahamika kwa jina la George Mario, ambao yeye alibadilisha jina mpaka kujiita Papa Francis. So, kwa, kwa kwa kama mdau wa sasa online digital uko na mtazamo gani? Na make sure kwamba drop comment yako kunyanja comment hapo utakometisha kinemaneuma, until next time, Bye.